Watu wa, wa yani, inakuwa hivi mtu ameokoka yupo kanisani, ataomba atakuja, mgonjwa ataweka mikono mgonjwa, labda atapona, atashiriki sui katika nini, ataenda kuhubiri, lakini kumbe matendo anayoyafanya katika sehemu yake yeye ya anayokuwa peke yake hayaendani na nani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambona limba yumba akasema, Mungu nisaidie, nisiloweza kufanya hadharani nisilifanye gizani Umeona maana yake? Kuna vitu vingine hapa hadharani hauwezi kuvifanya kwa sababu ni aibu, na unaona ni dhambi, lakini ukienda sehemu ambayo uko peke yako, mchungaji ya akuoni, mzee wa kanisa akuoni, mshirika akuoni, unafanya wapendwa. Biblia, Yesu, amesemaje? Sio wote wanaoniita Bwana Bwana, maana yaani kila mtu mpambio Bwana Bwana, ee Bwana hey, Bwana Bwana Yesu Yesu, lakini akasema sio wote wanitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa watu wawau ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuita Bwana Bwana kwamba ya mimi ninaita Bwana nimeokoka, na naingia kanisani tena na pale madhabahuni nakwenda nasimama kuimba, kama mioyo yetu haifanyi mapenzi ya Mungu aliye mbinguni, wapendwa, mbingu tutaisikia Bwana asifiwe sana huko Penueli, kanisa nzuri la vt lililobeba watu wanaoenda mbinguni, lakini kama katikati yao watu wanaoenda mbinguni, unayoyafanya hayampendezi Mungu, wewe mbingu hautaiona. Bwana Yesu asifiwe sana, na Yesu anasema atawakana, anatuambia, siwajui nini? Eh, atasema siwajui. Kwa hiyo sasa kinini tunaingia kanisani, lakini a tunabidi kujitahidi kuwa ni watu ambao tuna yani, tunafanya yani, kwa vyovyote vile kumuomba Mungu, tuutafute ufalume wa Mungu, tuyafanye mapenzi ya nani? Ya Mungu, tuishi maisha matakatifu ili siku moja tuwe, tuweze kwenda kufika wapi? Mbinguni. Nikawa nasikiliza mahubiri ya mtumishi mmoja abi mchungaji Abiudi akawa anasema kuokoka ni siri. Kuokoka ni nini? Ni siri kuko ndani ya mtu mwenyewe anayejua nimeokoka, na hapa Yesu aturudi, naweza nikaenda mbinguni na kutokuokoka pia ni siri. Mtu anajua kwamba mimi hapa sijaokoka na ninachokifanya sio kizuri. Wapendwa, dhamiri zetu zinatushuhudia. Yani kama uko kanisani, kuna kitu unafanya kimpendezi Mungu, dhamira lazima ikwambie, ndugu yangu, hapo umeenda chaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukamwona mtu anasimama, anaubili, anaimba yuko rohoni kabisa, lakini yule mtu Hey, kuokoka kwake kuko ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana.